Wewe mzee tuachie. Baada ya miaka miwili ya kusubiri kwa matumaini, wakazi wa kijiji cha Kilimambogo kata Bondeni wilaya Hai sasa wanashuhudia mwanga ukimulika maisha yao. Eneo hili la Kilimambogo lilikuwa ni eneo ambalo limekuwa na shida ya umeme kwa muda mrefu sana na nguzo zilisimamishwa, na ikawa imekaa kwa muda kwa kupata transformer na mambo mengine, lakini kwa leo nafurahi sana, hata usingizi wangu utatoka, kwamba tayari wananchi wale wa Kilimambogo wataenda kupata umeme na watakuwa kwenye maendeleo yao kwenye mambo mbalimbali ya kimaendeleo kwa ajili ya huduma hii ambao umeipata leo. Nguzo za umeme ambazo zilisimama kimya kwa muda mrefu hatimaye zimepokea uhai. Kwa muda mrefu tumekuwa hatuna umeme hapa na nguzo ziliwekwa, sasa zimefikia miaka mitano. Lakini leo tuna furaha kuona kwamba umeme unakuja, na tunaamini tutanufaika kwa kiasi kikubwa na umeme huu. Tuna watu ambao walikuwa wameshaanza kununua na mashine wakaweka, toka nguzo zilivyowekwa, lakini yalikuwa hayajafanya kazi. Sasa tunaamini uchumi wa watu utaimarika na mashine zitafanya kazi lakini miradi mingine midogo midogo inayowezeshwa kwa umeme nayo itanufaisha wananchi. Tunashukuru mheshimiwa mbunge wetu Saashisha Mafuwe, tunashukuru watumishi wa TANESCO, lakini pia tunashukuru serikali yetu kutambua kwamba tuko hapa na tunahitaji huduma hii. Mbunge wa jimbo la Hai Saashisha Mafuwe ndiye aliyetangulia mbele akifuatilia kwa karibu changamoto ya kuchelewa kwa vifaa licha ya nguzo kuwekwa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Hii ni kata ya Bondeni, eneo la Kilimambogo ambapo kulikuwa na changamoto kubwa ya uhitaji wa umeme, na kwa bahati mbaya waliwekewa nguzo kwa muda mrefu, lakini bado vifaa vilikuwa havijapatikana lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru sana Mheshimiwa waziri ambaye ni naibu waziri, lakini namshukuru sana kamishna na mkurugenzi wa REA Tanzania. Nilipowafuata kwa kweli, walitika wito na wametuletea vifaa leo. Nafurahi kama mnavyoona, transformer iko hapa, waya zile pale, na meneja wa wilaya amenihakikishia kwamba leo usiku watawasha umeme eneo la Kilimambogo. Mafuwe amesema lengo ni kuhakikisha kila mwananchi wa Hai anapata huduma ya umeme ifikapo Desemba mwaka huu na kwamba nishati hiyo itumike si tu kwa mwanga bali kwa uzalishaji na kuinua uchumi wa kaya. Lengo ni kuhakikisha wilaya Hai kwa malengo yetu kufikia mwezi wa kumi na mbili mwaka huu kusiwe na mtu yoyote ambaye anahitaji umeme akakosa. Wananchi wote wao wamepata eh, umeme. Lakini kwangu kwa wananchi ni kuchangamkia hii fursa sasa. Eneo la Kilimambogo lilikuwa halina mashine ya kusaga, lilikuwa halina mashine ya ku ya kutengeneza vifaranga. Hii ndio fursa ya kuwekeza. Umeme huu umekuja, tusiutumie tu majumbani, lakini tutumie kama fursa ya kuweka viwanda, lakini kubadilisha uchumi wetu, kutoka giza la muda mrefu hadi mwanga wa matumaini. Kilimambogo sasa inang'ara kwa maendeleo. Kutoka hapa wilaya Hai, mimi ni Dickson Busagaga wa Clouds TV.